Sababu nilikuwa nimeona kuchange maisha ya watu wetu lazima mimi niingie kwa siasa. Maana wenye wako kule mbele wanajiona wenyewe wameshiba kwamba jamii imeshiba na sio ukweli. Hao wameshiba jamii ya shiba. Tunapangaje tuhakikishe kwamba wakati viongozi wanashiba kama viongozi wako na njaa lakini watu wetu wa kawaida wako wamefanya nini? Wameshiba. Tunapigana na kina Wetangula huko, kina Mudavadi na kila mambo yao tumemaliza. Lakini si hao peke yake. Sindio? Kuna wengine hata sasa hivi tunakitaka mabadiliko wanakataa, wanataka kitenda kabisa. Mtu anajiuliza, Natembea huyu ametoka wapi? Familia yake haijulikani, atakuwa kiongozi namna gani? Sasa wewe familia yako ile kubwa imetupeleka wapi? Imetufikisha wapi? Hata huyu Ruto, huyu Ruto akiingia kwa siasa, alikuwa ametoka kuuza mayai, alikuwa anauza mayai kwa barabara maya, lakini watu yake walimshikilia akakuwa MP akakuwa MP akakuwa minista akakuwa MP akakuwa akakuwa deputy president president wa okay, Kenya. Si watu wanampenda sana na yuko na sura mzuri kwani sura yakuazuri